Huenda umeshawahi kujiuliza maswali mengi kuhusu bawasiri, hemorrhoid, au mgoro na bado hujapata majibu. Baki na mimi mwanzo mpaka mwisho. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Bawasiri ni nini? Kwa hali ya kawaida, bawasiri ni hali ya kutokwa na kinyama kwenye njia yako ya haja kubwa. Inaweza kuwa ni ndani kwa maana y kwenye rectum, au nje kwenye mlango wa njia yako ya haja kubwa. Bawasiri imekuwa ni burning issue kwa sasa, kwa sababu wahanga wamekuwa ni wengi na hawajui exactly ni namna gani wanaweza kutatua changamoto ya bawasiri. Tatizo la bawasiri tunaweza kulicategorize au kuligawanya katika makundi makubwa mawili ambayo ni bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Asilimia kubwa ya watu wanaohangaika na tatizo la bawasiri ni wale wanaopata bawasiri ya nje kwa sababu hii ndio huwa inaambatana na dalili nyingi ambazo zinakuwa zinakera, zinatesa na kuwanyima watu raha, na wengine hata kufika katika hatua ya kupata msongo wa mawazo pamoja na hofu au wasiwasi. Bawasiri ya ndani huenda ikawa na dalili chache sana ambazo unakuwa unazi experience, lakini mind you, wengi wanasafa na tatizo la bawasiri ya ndani kuna ambao wanaona choo kinatoka kina damu, wanajiuliza maybe itakuwa ni amoeba, lakini kumbe ni bawasiri zimeinflame na kuanza ku leak damu taratibu taratibu. Sasa ni vitu gani unaweza ku experience au ni dalili gani unaweza kuziona ukiwa una bawasiri? Najua unatamani kufahamu ni visababishi gani au risk factors ambazo unaweza kupelekea ukapata bawasiri. Kwa hali ya kawaida, bawasiri unaweza kuipata kwa sababu nyingi sana, kwa maana ya risk factors. Kuna ambao wanapata bawasiri kwa sababu ya kunyanyua vitu vizito, kwa maana wanasababisha pressure huwa kwenye mfumo wa haja kubwa, hapa nakusudia shinikizo fumbashi. Kuna ambao wanapata bawasiri kwa sababu ya kupata constipation au choo kigumu kwa muda mrefu, na mwisho wa siku kwenda ku-inflame vein pamoja na misuli laini iliyopo kwenye njia ya haja kubwa na baadaye kujitokeza kinyama. Sababu ya pili ya wewe kupata bawasiri, unaweza kupata bawasiri kwa sababu ya kupata diarrhea au kuendesha kwa muda mrefu sana unaweza kupelekea kupata bawasiri kwa sababu unaweza kupelekea vein zilizo kwenye njia yako ya haja kubwa kulegea na mwisho siku kupata kinyama ambacho kitajitokeza. Sasa so, utajuaje kama tayari una bawasiri? Mtu ambaye tayari ana bawasiri anaweza ku experience mambo kadhaa ambayo kifupi inakuwa na mnyima la ikiwemo haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuona damu wakati unajisaidia au mara tu baada ya kujisaidia ukaona some spot of bloods kwenye choo chako au kwenye sink. Jambo la pili ambayo itakushtua kwamba tayari bawasiri imepiga hodi ni kupata miwasho na maumivu makali hasa wakati wa kukizi haja zako. Jambo la tatu ni kuona kijinyama kimejitokeza kwenye njia yako ya haja kubwa ambacho huenda unakirudisha kwa kukisaidia au kinarudi chenyewe mara tu baada ya kukizi haja zako, au wakati wa kujisaidia umeona kuna kitu kimejitokeza ambacho sio cha kawaida, hiyo tayari ni bawasiri imepiga hodi. Vipi kuhusu matibabu ya hemorrhoid? matibabu ya hemorrhoids au bawasiri yanaangazia kwenye engo nyingi, sio engo moja ya dawa peke yake. Matibabu ya hemorrhoid yanaanzia kwenye lifestyle modification, the way unakula, the way unakunywa, unakula nini, unakunywa nini, kwa wakati gani na ni vitu gani hasa unatakiwa kula au kunywa ili kuweza kujisaidia na kutreat hemorrhoid. Hapa nakusudia kuwa na consistency ya kupata choo laini. Kama unataka kuwini kuitibu bawasiri vizuri, basi hakikisha unapata choo laini chenye mwendelezo kama unataka kuitibu bawasiri vizuri, hakikisha unapoenda kukiza haja zako haukai muda mwingi chooni. Hasa hapa nakusudia kwa wale ambao hawapati choo kwa wakati, wanatumia muda mwingi sana chooni, hasa kwenda kukush au kutafuta choo na kujikakamua kupata choo, hiyo itakufanya bawasiri iongezeke na sio kupungua. Kwa hiyo hakikisha kama una bawasiri ukienda ukizia haja zako hautumii muda mwingi sana chooni. Mbali na lifestyle modification, inaweza kutibiwa bawasiri kwa kutumia dawa za kupaka pamoja na za kunywa, lakini inaweza kutibiwa bawasiri kwa kutumia operation kwa maana ya surgery. Sasa kwenye embo ya dawa, ziko dawa za kunywa ambazo ukinywa kimsingi zinasimama kama supportive therapy kwa ajili ya kushrink, kuondoa miwasho pamoja na maumivu ya zile bawasiri ambazo uko nazo, na kwa wale ambao wanapata damu nyingi wakati wa kukidhi haja zao kwa sababu ya bawasiri basi wanaweza kupatiwa dawa kwa ajili ya, ya kuondosha tatizo la anemia au upungufu wa damu, kwa sababu kuna ambao wanapata damu nyingi wakati wa kukidhi haja zao kwa sababu ya bawasiri. Lakini matibabu yanaweza kwenda mbali zaidi mpaka kwenye operation, kwa maana zikaenda kukatwa au kufanyiwa operation kwa ajili ya kuziondoa zile bawasiri na kufanya kuwa comfortable, kuondolea zile hali za maumivu, miwasho na kubleed au kutoka na damu kwenye maeneo husika. Kabla hujachukua maamuzi yoyote ya kimatibabu, hakikisha una mkonzati daktari wako kuhusu hali yako ya kiafya ili aweze kushauri na kukusaidia.